Habari za wakati huu mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo, kwa masikitiko makubwa tumepokea taarifa ya kifo cha Bi. Neema Fanuel Karia kilichotokea usiku wa kuamkia tarehe 7 Januari 2026 katika hospitali ya Ocean Road jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Marehemu Neema Fanuel Karia alikuwa mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ushirika wa Mwenge. Ametambulika kama dada mwenye upendo mshirika wa kazi ya Bwana, shemasi wa kanisa na mtu anayegusa maisha ya wengi kwa ushuhuda wake, huduma yake na mwenendo wake wa Kikristo. Kwa mujibu wa imani ya kanisa la Waadventista wa Sabato, tunaamini katika tumaini la ufufuo wa wafu wakati wa kuja kwa pili kwa bwana wetu yesu Kristo. Neno la Mungu latukumbusha katika Wathesalonike 4:13 na 14 kwamba hatupaswi kuhuzunika kama watu wasio na tumaini kwa kuwa wale waliolala katika Kristo watafufuliwa katika utukufu . Hivyo, katika wakati huu wa majonzi familia na kanisa wanafarijika kwa tumaini hilo lenye baraka. Msiba upo Kinondoni, Dar es Salaam, na taarifa kamili kuhusu mahali mahsusi zitaendelea kutolewa kadri zitakavyokuwa tayari. Familia inatarajia kusafiri kuelekea Upareni kwa ajili ya mazishi. Bukelebe TV tunatoa pole za dhati kwa kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge, familia ya ndugu Fanuel Karia, ndugu, jamaa na marafiki wote walioguswa na msiba huu. Tunaendelea kuiombea familia nguvu, faraja na amani itokayo kwa Mungu katika kipindi hiki kigumu. Bwana alitoa, na Bwana ametwaa; jina la Bwana lihimidiwe. Mimi ni Yustasela John na hii ni Bukelebe TV.